Ushauri huo umetolewa na katibu wa idara ya uimbaji kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Mbozi, Mchungaji Tabson Kaoneka, akiwa katika mkutano wa idara hiyo ya vijana wilaya ya kaskazini kati uliofanyika mkoani Arusha. Amesema kuwa jamii inapaswa kuwa na upendo, ndipo furaha itazidi miongoni mwa Watanzania. Upendo una baraka na upendo ukiwa, na upendo wala hauhusudu wala hauangalii wala hauna ubaya. Tukipendana tutakusanyika. Hata yule alikuwa anajiona hafai, ni mnyonge, ni dhaifu, basi ukionyesha upendo kwake atarejelea alikokuwa anataka kupotea. Sisi twaweza kubagwana, lakini Mungu anatupenda dini zote, angetamani kwamba wote tulishike neno lake, ili upendo huo usababishe watu kutokushindana ama kudharauliana, iwe za kiuchumi ama kielimu ama kwa hali yoyote ile. Mchungaji mwenyeji wa mkutano huo ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kaskazini Kati, Jimbo la Kaskazini, Kanisa la Moravian Tanzania, Mchungaji Yohana Pakipuni amesema makongamano hayo yanawasaidia waimbaji kubadilishana uzoefu na kujenga umoja, huku baadhi ya walimu wa kwaya hizo akiwemo Elias Seme, Samueli Asukile na Josefati Kabuya wakieleza faida za kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Makongamano kama haya yanapofanyika ndani ya kanisa yanaimarisha umoja kati ya wanakwaya wenyewe, lakini pia na Wakristo mmoja mmoja, pamoja na familia na jamii yetu. Kwa hiyo wito wangu kati kwa vikundi vingine na idara ya kwaya kuu, kwa maana ya kwamba tutakuwa nayo kila mwaka, tuendelee kujitokeza kwa sababu kuna mambo mengi tunajifunza, ya kukaa pamoja, kushikamana na kupendana kwa pamoja. Ni wito wangu kwamba natumaini hata wale ambao wamekuja kwenye mkutano huu kuna mambo mengi wamejifunza, na wataenda kuwa kioo kwa jamii wanayoenda kuishi. kila mtu ametumia kalamu yake kila mtu ametumia jinsi yes, Mungu alivyomwita kumwimbia. Tumeona utukufu wa Mungu sana, lakini hitu hasitasahau kabisa ambacho kimenifundisha umoja. Umoja katika kanisa letu katika uimbaji tumeona faida kubwa. Kwanza ninamtukuza Mungu Baba, muumba wa mbingu na nchi, msifu kwa njia ya uimbaji, maana katika uimbaji pia tunafaidika tuna kwa kutu, kuwa na stress. Kwa hiyo tumeona umoja huu katika Bwana unatusaidia na kutufundisha mambo mengi ambayo tunafanya kwa pamoja kwa faida ya kanisa, lakini kwa faida ya jamii yetu pamoja na faida ya familia zetu. Baadhi ya waimbaji walioshiriki katika kongamano hilo akiwemo Tupokile Sanga, Neema Mbuge na Salia Swai wameeleza namna ambavyo kongamano hilo limewanufaisha. Tunamwona Mungu akifanya kazi katika maisha yetu, tunabarikiwa, tunapona, tunapokea baraka tele kupitia uimbaji, maana uimbaji ni kuhubiri pia. Tunaeneza Injili kwa njia ya uimbaji. Faida ya makongamano ni kujifunza wenzetu wanaendeje, wenzetu maendeleo yao wanaendesheje, na tunachojifunza mewekeza kwenye miradi kama kwaya a. Hata kama tukisafiri hatukosi nauli, hatui mzigo kwa kanisa. Tunafurahia Mungu sana kwa sababu anatupa nguvu tukiwa kwenye makwaya, tuna tunajiona kwamba tuko ndani ya Yesu. Mkutano huu hufanyika kila mwaka na kuzikutanisha kwaya za maeneo mbalimbali mbali hapa nchini, kutoka mkoani Arusha mimi ni Eli Huruma chao, Upendo TV habari.